Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumevishuhudia ni hili tukio la Mwijaku. E, Mwijaku bwana ameonekana akiwa yupo na mhasibu wa Diamond Platnumz, huyu si mwingine bali ni Doni Fumbwe bwana. Mwijaku bwana amekutana na Doni Fumbwe rasmi, wazi, face to face to, na kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba Mwijaku bwana amekabidhiwa kitita cha fedha, e, kutoka kwake Doni Fumbwe. Na hii ni kutokana na brand deals. Ndio maana watu walikuwa wanasema kabisa kwamba Mwijaku vitu anavyovifanya uwaga anavifanya makusudi, yani purposely, akiwa amelenga Eh, kupata promotion kupata, eh, kupata udhamini na vitu vingine kama hivyo, na hicho ndicho alicho kilichotokea siku hii ya leo. So Doni Fumbe bwana ameonekana akiwa yuko na fedha takriban milioni kadhaa kwa ajili ya kumkabidhi Mwijaku. Nadhani hii ni kutokana na ni kama vile kwa ajili ya ubalozi wa, eh, wa sabuni hizo za Wasafi, umeona bwana. Kwa hiyo Mwijaku bwana ni rasmi, inaonyesha kabisa kwamba Mwijaku ni balozi wa sabuni Yeah, ya Wasafi soap na Doni Fumbo tayari amesha mkabidhi kiasi cha fedha, which means kwamba it's official kwamba uh, Mwijaku yuko kazini sasa hivi. Kwa hiyo ukimwona anazungumzia chochote kuhusiana na sabuni ya Wasafi, ujue kabisa kwamba ndivyo ambavyo alivyoambiwa afanye kwa mujibu wa promotion strategy ambazo uh, kampuni hiyo imekuja nazo, ah, <laughs> <laughs> Acha mziki acha mziki, mwambino kuimba. Yeah, so baada ya kupewa hizo fedha na Diamond na manager, sorry na mwasibu wa Diamond, moja wao akaendelea na madongo akiwa anamwambia, anamshauri Diamond kwamba aache mziki, hauwezi yani, anamwambia ya kwamba kuimba ajui. Mwambino, mzigo upo kwenye gari tayari, hapa usapokelewa, mdogo wangu. Sasa kilichobaki, acha mziki, acha mziki, mwambino kuimba hujui, acha mziki, tafuta hela kama hivi, unanipa mimi, unatafuta hela unanipa mimi, unatafuta hela unanipa mimi. Achana mambo ya mziki, mwambino mziki hauwezi. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo wadau mbalimbali bwana, wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kwa mfano kuna mtu hapa, ila Diamond ana roho ya, ya kipekee sana yani. Mwijaku anamtukanaga mwambino, mwambino mwambino kila siku alafu anasema hana hela. Leo hii amempa karibuni milioni tano kwa ajili tu ya kupromoti sabuni zake yani, amempa dili. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao, kwa mfano kuna huyu hapa Miss Renia anasema kwamba bwana ameshamjua na ndio maana apati naye shida kwa sababu kwamba hizo ni kiki tu azija hazijatoka kwa Diamond, kwa bwana kwa nani ana 1500 bwana hapo, nije nimpe buku. Ukimuona kwa kwa mtu anasoma comment kimya kimya, basi ujue kabisa ana muda mrefu hajabadilisha pazia. Haya, kwa bwana kwa kwani kampa bure, si za sabuni, kwa hiyo ni biashara wanafanya. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment. na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.